Hii ni Biblia Badi, somo la sabini na sita, kuangalia nyuma na kusukuma mbele, kusudi. Hii ni Biblia Badi. Habari na siku njema. Biblia Badi ni msimuliaji wa didi anayekariri matini za kimapokeo zinazohusiana na mapokeo mahususi Simulisi niko hapa kukalili na kukuza kile fasihi ya Biblia inasema kuhusu nani ni Mungu na nani ni mwanadamu somo. Hapa ndipo mahali tulipo leo. Podcast ya Biblia Bard imefika hatua nyingine muhimu. Tumechapisha podcast themanini katika Kiingereza na titewa na tutakuwa tukiongeza maadui ya Kispania ki, Kihindu na Kiswahili kutoka podokasti hamsini na mbili mpaka themanini. Kuangalia takwimu zetu, podokasti hupokea zaidi ya usikizaji elfu tano kwa mwezi. Kuna mahitaji mawili makubwa. Tunahitaji watafsiri ili tuweze kuweka maadui ya Kiingereza katika lugha zaidi. Tunahitaji maombi na usaidizi wa kifedha wa watu wenye nia kama hiyo ili kulipa gharama za podcast na watafsiri takriban taratibu tumejaribu tunajaribu kuongeza usaidizi kwa podcast ya Bible Bard na kwa kutumia akaunti ya patroni povya kiungo ili kujiunga majadiliano. Bible Bard inadhani Ukristo kama unavyo fanyika katika nchi za magharibi unapotea njia. Utafutaji wa maarifa ya kitheolojia umefanya kuwa muhimu sana hata Mungu mwenyewe anakosekana. Nilimuuliza mchungaji aliyeheshimiwa angependelea nini kutaniko lililojaa wasomaji wa Bibilia au lililojaa watu waliojitoa sana kwa Mungu. Kwa hekima, alitambua kwamba kujitoa kwa Yesu Kristo ni muhimu zaidi kwa ajili ya kuishi maisha ya Kikristo kulikuwa na ujuzi wa kiteolojia, ili linapopaswa kuwa lengo la kanisa kwa waumini wake. Hata hivyo katika makanisa mengi ya magharibi yanaonekana kuwa yana wanateolojia wengi wenye kutamani taf, wanaotafuta ujuzi kuliko wanao wafuasi waliojitolea kwa Kristo. Biblia bado haipingi Ukristo na kinapo kea au usemi mbalimbali mbali wa utamaduni wa Kristo unaopatikana una miongoni mwa waumini duniani kote. Lakini kuna matatizo. La kwanza ni uwasilishaji wa theolojia kama tangazo la utaratibu na ujumbe wa msingi kwa kanisa. Utamaduni wa kimwengu haupaswi kujifunza lugha ya kiroho na msamiati ili kusikia ujumbe wa Biblia. Makanisa yanapaswa kukusia fikra kutangaza yale ambayo Biblia inafundisha, ni kukuza mfumo wa binadamu na kupanga yaliyomo tofauti. Hii inaweza isionekane na wanafunzi wa theolojia na wale ambao wanajitolea sana kwa mfumo fulani wa theolojia wanaweza kupinga wazo kwamba mfumo wao wenye unaweza kuwa kikwazo wakati una, unapita uwazi wa ujumbe mkuu wa kanisa. Biblia bado haipingi, haipingani na theolojia kama somo la darasa la wataharamu Wakristo wa wanaohudhuria vyuo vya Bibilia, seminari na vyuo vikuu vya Kikristo. Suala si kwa kusoma teolojia, kupanga maudhui yake kupitia mantiki ya binadamu au kuchunguza mada ya kiteolojia kama nyanja tofauti za utafiti. Tatizo kutokea wakati mbinu za utaratibu wa semina unapotekelezwa katika kanisa la mtaa, kwa ufanisi kuwageuza washiriki kuwa wanafunzi wa seminari. Mafundi bomba, seremala, walimu na shule za umma, akina mama wa nyumbani wamiliki wa biashara wa au wengine katika waumini hawana haja ya kuwa na ujuzi wa teolojia ya utaratibu. Wanachohitaji ni kumjua Mungu mwenyewe na kuelewa kile ambacho Bibilia inafundisha kuhusu kujitoa kwa Mungu huyu. Wakristo wataharamu wanaweza kusimama kwenye jukwaa la kufutia la maharifa, lakini kile wanachotangaza rasima kibaki kuwa usahili wa Kristo, ujumbe wa wazi na Maandiko unaozingatia lengo la maisha ya Kristo, kujisalimisha kwa moyo wote kwa Mungu mwenyewe mutasali wachungaji na wahubiri madhehebu ya makanisa ya mtaa wanafanya kile wanachofikiri ni sahihi. Ujumbe wa Biblia bali sio kuwahukumu kulingana na Maandiko. Huduma ya kanisa la kanisa la mtaa haihusu siasa au mjadala wa kiteolojia. Badala yake, jukumu lake kuu ni kuwasilisha ujumbe wa Biblia kwa njia rahisi na iliyo wazi na kufanya ieleweke kwa waamini na wasioamini. Wa kiini cha ujumbe huu ni jibu la maswali mawili muhimu: Mungu ni nani, na mwanadamu ni nani? Majibu ya Biblia kwa maswali haya mawili yanaunda msingi wa injili ya Yesu Kristo maandiko ya Biblia bado yanatupa mfano ya jinsi wa mafundisho ya Biblia yanapaswa kufanya. Wakati wa Ibrania waliotawanyika waliposama katika ulimwengu wa kipagani na utamaduni na mataifa, ulirudi katika nchi ya Israeli ili kujenga upya hekalu lao. Muchi, michi yao ya utamaduni wao, kulikuwa na wasomi wachache sana kwa Biblia katika kati yao. Walikusanyika pamoja kama kikusanyiko wakatoa Biblia ya wakati wao na viongozi wakawasomea watu kifungo kutoka katika agano la Kale, Nehemia nane mstari wa nane wakasoma katika kitabu cha torati ya Mungu waki liweka wazi na kutoa maana yake ili watu waelewe kile kilichokuwa kikisomwa. Na katika Agano Jipya, mbili wa Korinto moja mstari wa kumi na tatu kwa maana awa andiki neno lorote msiloweza kusoma wala kuelewa. Ili ndio kusudi la Biblia, bali kuna wengi wanaofahamu Ukristo ambao haujawahi Bibilia inafundisha nini kuhusu mada nyingine? Kulingana na Bibilia, Mungu huyo tunaye mwabudu ni nani? Sisi ni nani amba mbele yake, na tunawapaswa kuishi vipi kama wanadamu wasioamini? Wa ujumbe tunaoshiriki unapaswa kutoa kutoka katika kifungu rahisi na vilivyo wazi zaidi na maandiko vile ambavyo mtu yeyote aliye tayari kukisoma anaweza kuelewa. Ingawa kuna kiasi kikubwa cha ja maadui ya Bibilia, baadhi yake ni changa ni changamano ambayo wasomi huchanganua masomo ya wanafunzi wa Bibilia na wachungaji wa waseminari lazima waelewe, huo sio ujumbe mkuu wa kanisa. Ujumbe wa kanisa ni kile ambacho wale wasiomjua Mungu wanahitaji kusikia na kile ambacho wafuasi wa Kristo wanahitaji kuhisi ili kuishi maisha ya kujitolea. Ujumbe huu rahisi unaojulikana kama Injili ni wa muhimu sana. Yesu alisema yafuatayo kuhusu umuhimu na maandishi ya Biblia. Luka kumi na sita mstari wa thelathini na moja kuna wasiopo, wasipo wasikiliza Musa na manabii awata, awata sadiki hata kama mtu atafufuka kutoka kwa wafu. Podkasti ya Biblia Bard inatoa maadui ya kibiblia yanayolenga mada muhimu, mawazo ya kimsingi na dhana kuu kutoka kwa maandiko. Inawasilisha andiko lenyewe pamoja na maelezo mafupi ya kuiweka wazi na kutoa maana ili watu waelewe wa kile kinachosomwa. Kwa Wakristo wa tahara, maudhui yanaweza kuonekana kuwa ya msingi kupita kiasi au yanayojirudia rudia, pengine hata rahisi sana kwa makutaniko ya kanisa la mtaa. Hata hivyo, kwa Wakristo wengi, hii imekuwa uzoefu wangu na hasa kwa wale ambao bado ni si waamini. Uwasi wa urahisi katika kifungo ni muhimu na inafaa kufuatiliwa. Itimizo, tumia podcast ya Biblia bad kwenye Patreon. Kiasi kidogo cha moja wiki au hamsini na tano dora moja au wiki au dora tano mwezi husaidia kulipia gharama za podokasti biblia pad. Mwenyewe achukui msayara na afadhaiki kifedha, na zawadi ya wafuasi wa kwa huduma. Podokasti ya biblia pad kwa sasa imechapishwa katika Kiingereza, Kihispania, Kiswahili, Kihurdi che, Chechewa na pangali katika maandishi pekee. Pata vipindi vyote ikijumuisha nakala katika www.bibliabard.org. Tuma Biblia Bard maswali au maoni yoyote unayopenda kutoa kwa bibliabard@gmail.com. Ningefurahia kusikia kutoka kwako. Nimefurahia kusikia kutoka kwako. Biblia Badi inatoa yale ambayo Biblia inafundisha kuhusu muda mada fulani. Sijaribu kukugeuza kuwa dini. Podcast ya Biblia Badi ni ya habari. Tunazungumza kuhusu kile ambacho fasihi ya Biblia inaeleza hasa mawazo ya dana inayowashirishwa kwa sababu watu wengi hawajawahi kujihusisha na mawazo ya kibiblia. Amua mwenyewe ikiwa unakubali au haukubali na matamusi ya Biblia pale. Fiunganisi. Biblia Bari inatoa yale ambayo Biblia inafundisha kuhusu mada fulani. Sijaribu kugeuza kuwa dini. Podcast ya Biblia Bari ni apari. Tunasungumuza kuhusu kile ambacho fasihi ya Biblia inaeleza hasa mawazo na dana inayowashirishwa kwa sababu watu wengi hawajawahi kujihusisha na mawazo ya kibiblia. Amua mwenyewe ikiwa unakubali au hukubaliani na matamshi ya Biblia Bard. Asante mapema kwa kufuata na kushiriki maudhui kutoka kwa jumuiya ya Biblia Bard kama ifuatavyo. Unaweza angalia kwa Biblia Bard website www.bibliabard.org, SoundCloud, YouTube, Facebook, Instagram, Tumblr, Spotify, TikTok, Tumblr, na Twitter. Asante kwa